Asante sana, habari za asubuhi. Kwanza nipende kuwashukuru waandishi wa habari wa poleni na safari na ongeleni kwa kuweza kufika eneo hili kwa muda ambao tu kwamba tumeanza kwa kuchelewa, lakini nipende kutoa shukrani kwa vyombo vyote mlivyofika ili tuhabarishe katika mkoa wetu wa Njombe pamoja na majimbo yote yaliyoweza kutuzunguka majimbo sita yenye uchaguzi wa mabunge raisi, na mimi kama mwenyekiti wa mkoa cha wa Chama cha Ukombozi wa Umma mkoa wa Njombe, napanda kuwajulisha Watanzania huwa tumefikia leo siku ya mwisho ya mikutano na kufunga harakati zetu za mapambano kadri tulivyojipanga kuambia wananchi wetu, kuwafanyia maendeleo nini tutafanya miaka mitano, chama changu cha ukombozi wa umma cha umma katika mkoa wa Njombe na Tanzania kwa ujumla. Nadhani wabunge walienda kujinadi wakitangaza sera zao za kwenda kuwatumikia Watanzania kwa miaka mitano, na madiwani hivyo hivyo, kadri mlivyokuwa mkitembea mkiangalia walivyokuwa wakijinadi kwenye majimbo na kata mbalimbali, pamoja na rais wetu na makamu wa rais walikuwa wakitembea kwenye majimbo, kwenye mikoa, kwenye kanda, wakizungumza na wananchi jinsi gani ya kwenda kuwatumikia Watanzania. Kesho ndio siku ya mwisho ya kuweza kuhitimisha kuwapata viongozi wetu watakao kwenda kufanya kazi za kulijenga taifa letu kwa miaka mitano. Tuna changamoto, changamoto zilizopo zilikuwepo ni ndogo ndogo za kawaida. Najua misuguano kwenye mapambano yapo, lakini kuna watu walijikita kwenye matusi, kuna watu walijikita kwenye ajenda ya kujenga nchi na wananchi wameshaona, kwa sababu unapotoa kauli mbaya ya mgombea mwingine unaijengea taswira mbaya ya uongozi wako. Unapojenga taswira nzuri ya kuomba kura, utawatumikieje wa Tanzania na kulitangazia umma kwamba upo wewe kama kiongozi utawatumikia wananchi kwa malengo ya kulitumikia taifa. Lakini yote hayo najua wananchi wataenda kuchuja ni nani aliye kiongozi sahihi wa kwenda kuwatumikia wananchi. Nini nazungumzia hivyo? sehemu mbalimbali tulipata na changamoto hususani, mbunge wangu wa Njombe mjini Sigrada Mligo alipata na changamoto, na mimi nikiwepo kwenye mkutano wake, kutaka ku ku, kubandikiwa mabango ya CCM kwenye gari lake na ku kufungua vioo na bisibisi bango la adui yake anabandikiwa kwenye gari lake, ilikuwa ni hatari sana, manake tu kwamba angekuwa peke yake, hatujui lingemtokea nini kwa wakati ule. Lakini tunashukuru tuliendelea na mapambano, tuliripoti kwenye vyombo vya habari. Basi naona kwenye mitandao mliona gari lilivyokuwa limebandikwa lile bango la mgombea mwenzake, mgombea mwenza na vilevile tu kwamba na zile bisibisi zilizokuwa zikitembea kwenye kioo, sasa sijui angekuwa peke yake na kwenye gari ingetokea nini? Si huko tu kuna sehemu nyingi ambazo zilizopo yalitokea bayana katika mambo kama hayo. Tumehitimisha kwa ajili ya kuhangaikia mawakala kwenye nchi nzima tarehe ishirini na mbili mawakala walitakiwa kuwapa. Tumepata changamoto nyingi sana kuhusiana na wenzetu hawa mawakala ambao tu kwamba sehemu kubwa ya nchi hii kwa sasa hivi vijiji mitaa inamilikiwa na chama kimoja, nikisemea, manake serikali za vijiji na serikali za mitaa tunapotafuta mawakala kwenye chama changu kama mimi hapa, chama cha ukombozi wa umma, inatokea mawakala wetu wanatishwa na viongozi wa vijiji, kuona kwamba hii serikali ni ya kwao, sio serikali ya watanzania wote. Nataka niwaambie, chama cha mapinduzi, tunaenda kujenga nchi yetu, nchi moja, nchi mama Tanzania pendwa. Lakini kama tukisema kwamba tuna uchaguzi huru wa haki, kama hatujatenda haki, unapokaa na watanzania wenye vyama tofauti tofauti, na hususani tu kwamba Nyerere alilizia vyama vingi akasema ili maendeleo yaje ni lazima tuwe na vyama mbadala ambavyo vitakavyotusukuma twende tukafanye kazi tusije tukajisahau. Hii ni Tanzania yetu pamoja. Mimi ni Mtanzania, CCM ni Mtanzania, KAFU ni Mtanzania, TLP ni Mtanzania, Chadema ni Mtanzania, Chaumma ni Mtanzania. Wote tunaijenga Tanzania pamoja, tumetofautiana tu uelewa na akili inawezekana tu kwamba tunaweza tukaweka viongozi ambao hawatumii taswira yao ya kiuongozi vizuri, uelewa na kuwaelewesha watanzania wanawaelewesha vibaya. Tusingependa tufikie huko, tunapenda sisi watanzania wote twende tukaijenge Tanzania mama ambayo tu kwamba tutakayokwenda kuisemea wote, tutakapokwenda kuingia halmashauri tuwasemee Watanzania kulinda rasilimali za Watanzania, tutakapoingia bungeni twende tukatetee nchi yetu, kutengeneza mifumo mizuri ya katiba, mifumo mizuri ya utawala ili tu kwamba taifa letu moja liweze kufanikiwa tukiwa ndani ya miaka mitano, tukiwa tukienda kujenga katika Ikulu, rais akasimamia nchi, nchi hii ni yetu zote pamoja. Akichaguliwa Salumu Mwalimu akaenda kujenga taifa, amelijenga taifa, taifa letu pamoja. Akichaguliwa mama Samia aende akajenge taifa, taifa letu pamoja. Akichaguliwa si eh, kiongozi wa kafu, rais wa kafu aende ikulu akajenge nchi ya Watanzania, ni taifa letu pamoja hii Tanzania siyo ya chama ya, siyo cha CCM siyo ya nchi ya chama kimoja, ni nchi yetu, ni nchi ambayo tutakapokwenda kujenga na kuwatetea Watanzania kwenye rasilimali zao, kwenye kodi zao, zionyeshe kwamba zinawafikia wote pamoja. Tendo hili la kuweza kutisha Watanzania kutokuwa mawakala, hili ni jambo moja baya sana, limetokea sehemu nyingi, mawakala wameapishwa. Hawa mawakala walioapishwa leo wanaambiwa kwamba wamejitoa, kuto kushiriki kusimamia kwenye vituo ya vya vyama vingine vya upinzani. Je, lengo la Chama cha Mapinduzi ni nini? Je, ni uhalisia kwenda kufanya ufisadi wa kwenda kuiba kula? Hilo liko wazi. Kwa nini wasiende kusimamia kama kweli sisi wa Tanzania tuko kwa jambo moja la kuweza kupata viongozi sahihi? Naomba tume iende ikaangalie upya wale mawakala ambao ambao wamejitoa, hususani wagombea, tunaomba tuwape nafasi kwa masaa yaliyobaki, ili waweze kukaba ili zile nafasi kuwapesi wale wa mawakala waende, wakasimamie, waape, wakasimamie vituo, wakasimamie nafasi zao, ili kwamba kulinda uhalisia ambao tu kwamba twende tukaijenge Tanzania yetu mama. Naomba kabisa tume, waandishi wa habari, hii taarifa iifikie tume leo kwamba mawakala wote waliojitoa sisi kama viongozi tunaomba tupewe taarifa kwa haraka sana. Hawa mawakala waliobaki kwenye vituo waende wakaape, wapo tayari kulisimamia taifa letu, wapo tayari kuwasimamia wagombea wao ambao tu kwamba wamegombea. Na wale waliojitoa tunasema sasa basi, kwa sababu wameshatishwa na Chama cha Mapinduzi na viongozi wa vijiji na viongozi wa mitaa kwenye nchi nzima hii wametishwa na wamejitoa. Wengine wale wenye roho ngumu ambao wamesema sisi tutahakikisha tunakwenda pamoja, na kauli zinatoka kabisa kwa viongozi wa vijiji, wanasema, nyinyi mkienda kushiriki kusimamia mchakato mzima wa chama fulani, hatutashirikiana na nyinyi kwenye kulijenga hili taifa mkipatwa na matatizo ya kwenye kijiji mnachoishi. Sasa hii ni taifa la nchi gani? Nchi hii imekuwa ngumu kweli kweli. Tusifike huku, tufikie wakati kwamba tunalijenga taifa pamoja, na sisi ni chama kama Chama cha Mapinduzi, ndio maana tunashiriki vikao vya pamoja. na washukuru eh, nawashukuru sana viongozi wetu wa tume katika mkoa wa Njombe kwa ujumla. Nimepata changamoto ndogo ndogo za hapa na pale kwa wagombea, lakini tulikuwa tukishiriki pamoja, tukitatua tukitatua pamoja, tumeshirikiana kwa pamoja e. lilipokuwa likitokea tatizo, nilikuwa nikipiga simu, simu zilikuwa zikipokelewa, japo sehemu nyingine zilikuwa zipokelewa kwa wakati lakini tulikuwa tunapokezana tunajibizana, na pale panapokuwa pana changamoto tulikuwa tunazitatua. Lakini kwenye hili ambalo tu kwamba limeshapita kwenye uapishaji wa, wa mawakala, naomba wale waliojitoa, naomba vituo visibaki wazi kwenye nchi nzima, warudishwe wale mawakala wengine ambao tu kwamba wanaotamani kusimamia kula za wagombea, wakaende wakasimamie. Baada ya kusema haya, nasema Mungu awabariki sana na Mungu alibariki taifa letu la Tanzania, wa Tanzania, na wahamasisha, mwende mkapige kula, mwende mkachague viongozi sahihi. Mkikosea kuchagua viongozi sahihi kwa muda wa miaka mitano, shida mtakazozipata ni za nyinyi wenyewe. Mnaposema mtaisoma namba. Hii namba tutaisoma pamoja kwa sababu taifa hili ni letu pamoja, na Tanzania ni yetu pamoja. Asante sana, Mungu awabariki sana. Kati ya kata ishirini na moja, lakini mawakala wapo, wapo tayari hata kuwapa kwa sasa hivi, hata kwa sasa hivi tukisema wakala wanataka kuwapa watakwenda kuwapa, lakini kwa sababu tume iliweka muda mfupi wa siku moja, walikuja kurekebisha, wakasema mpaka tarehe ishirini na sita. Lakini tu kwamba tulivyopeleka mawakala kwenda kuapa, wale viongozi wa tume walikuwa busy sana kwa ajili ya semina walizokuwa wakiziendesha. Kwa hiyo kwenye jimbo la Wanging'ombe tumebakisha kata nane nane, kama nimesema eh, na baadhi sasa ya mawakala wametishwa kwenye vijiji, wameenda kuondoka kwenye vituo, hususani kuna vituo kama baadhi ya vituo kadhaa, wamesema nyinyi hamtatengwa na jamii hamtashiweza kushirikiana na sisi. Kwa hiyo hiyo ni vitisho. Kata ya Lupembe kata Lupembe kati ya e, wana mawakala mia moja na nane, wamebakisha kama mawakala tisini na kitu kumaliza jimbo zima. Jimbo la Njombe zimebaki kata mbili kati ya kata kumi na tatu. Jimbo la Ludewa tuna changamoto za wagombea ambao tu kwamba kwenye baadhi ya kata walijiondoa. Kwa hiyo tulikuwa tuna kata nane za wagombea, hatuna mbunge. Kwa hiyo katika kata nane zilijiondoa kata saba, ikabakia kata moja ambayo ina vituo kumi na tano na zote zina wala, mawakala. Jimbo la Makambako nayo ina kata kumi na tatu tuna mawakala tuna mawakala tumebakisha kata nne kule sijasikia kwamba wamejiondoa wa na kata ya Makete kule hatujapeleka. Wakati tunatafuta mawa, e, wagombea tulikuwa tuna changamoto kubwa nyingi sana. Chama chetu mpaka sasa hivi kina karibu miezi nane ambapo tukwamba kwenye harakati za kwenda kupigana kweli kweli Mkumbuke kwamba sisi sehemu kubwa tuliondoka tukiwa Chadema. Sasa sehemu kubwa ambao wamegombea hizi nafasi ni wale waliotoka Chadema. Kwa hiyo, kuna baadhi ya watu walikuja kuungana na sisi baada ya mchakato wa chama tawala kuwaingua. Kwa hiyo, ni wale wale waliojiondoa, sio wale ambao tu kwamba tuliotoka na kuweza kupambana sisi tulioishia pale na tulipoanzia mapambano yetu, bado tupo na nguvu kweli kweli, na tunasema majimbo yote tunaweza kwenda kushinda na kata zote, uhakika wa asilimia mia moja tunakwenda kushinda, kwa sababu tumetangaza kuwatumikia wananchi, kulitumikia taifa, na ninakuhakikishia Salum, mwalimu anaenda kuapishwa kuwa rais. Rais mtoto, rais kijana, rais wa wajanja, rais ambaye tu kwamba wa vijana anakwenda kulitumikia taifa pamoja na makamu wa rais David. Mawakala wetu wakaape kwenda kufanya kusimamia vituo vyao. Sehemu ya pili nakwenda kulilalamikia, naenda kulalamikia chama cha Mapinduzi, viongozi wa vijiji na viongozi wa mitaa kuwatishia mawakala kwamba hawatashiriki majukumu yoyote wakipata matatizo nao. Wale ni binadamu wana hofu, na wakizungumzia sehemu nyingine kwamba mtatekwa, wamezungumza kabisa kwamba mnaweza mkatekwa. Sasa hili ni jambo ambalo mimi limenitisha, taifa lipo kwenye wakati mgumu la kutekana tekana halafu unazungumza maneno tena hayo hayo kwamba utatekwa, kwa wakala wangu atatekwa. Sasa hili ni jambo ambalo mimi sijafurahia nalo, kama mwenyekiti wa mkoa na kama kiongozi wa taasisi, kwa kauli ya kiongozi mwenzangu au viongozi wenzangu wa serikali za vijiji, kutamka matamshi kama hayo kwa mawakala, kwa wa wagombea wa vyama vingine, nisingelipenda litokee hili na hili jambo hili naomba nifike mbali zaidi kwamba hao viongozi wa vijiji wachukuliwe sheria na hatua zipasavyo. Majina yangu, yangu naitwa Patrick Kenneth Njurumi, mwenyekiti wa mkoa wa Njombe na ni mgombea kwenye kata ya Igwachanya, jimbo la Wanging'ombe.